Rais Dr. John Pombe Magufuli amewataka wakandarasi waliopewa zabuni ya kujenga gati ya pili ya bandari ya Mtwara kuanza kutekeleza kazi mara moja na kuikamilisha kwa wakati ndani ya makubaliano ya mkataba huo ambao unataka mkandarasi kukamilisha ujenzi, kukamilisha kazi yake ya ujenzi kwa gati kwa miezi 22. Rais Magufuli yupo mkoani Mtwara akiwa katika ziara ya kikazi kwa siku mbili pia alishuhudia utiaji saini kwa ajili ya ujenzi wa gati ya pili ya bandari ya Mtwara. Rais Dr. John Pombe Magufuli ambaye amewasili mkoani hii leo na kushuhudia utiliaji saini wa ujenzi wa gati ya pili katika bandari ya Mtwara yenye urefu wa mita mia tatu na hamsini na baadaye kuweka jiwe la msingi ili kuanza kwa ujenzi wa gati hiyo, ambapo amemtaka mkandarasi China Railway Construction Engineering Group na China Major Bridge kuanza kazi hiyo mara moja na kumaliza kwa wakati. <laughs> Hakikisheni huyu mkandarasi anamaliza kweli kabla ya miezi ishirini na moja iliyoko kwenye mkataba. Tumesaini hapo wote, tumeshuhudia, wabunge wameshuhudia, wananchi wameshuhudia, lakini waajiri wangu Chama cha Mapinduzi wameshuhudia Chama cha Mapinduzi, akiwepo mbunge wa hapa naye ameshuhudia. <coughs> Kwa hiyo ni mradi wa Watanzania. Kwa hiyo ahakikisheni, ah, hawa makandarasi wafanye kazi usiku na mchana. Ujenzi wa gati hili lenye urefu wa mita mia tatu na hamsini utagharimu shilingi za Kitanzania milioni 137.5 ambao ni uwekezaji wa TPA ambayo ni mchango mkubwa katika kukuza uchumi wa mikoa ya Mtwara, Lindi, Ruvuma na taifa kwa ujumla. Wakati huo huo, amemtahadharisha waziri wa ujenzi, uchukuzi na mawasiliano pamoja na viongozi watano kwa kumpa mkandarasi plata campan zabuni ya kujenga kilomita hamsini za barabara kwa kiwango cha lami kuwa mkandarasi huyo aliwahi kuharibu kazi. Sina uhakika sana na huyo kontrakta uliyemchagua Data Kampani, nataka nikueleze hapa hapa, hakupafomu kazi vizuri barabara ya kwenda Same Mkumbara. Kama waziri, mmefanya assessment vizuri ya huyu kandarasi au huyu kandarasi amejirekebisha, ninyi wenyewe. Na kwa vile nitakuwa nafuatilia na kwa vile nitakuja kuweka jiwe la msingi na mradi huu, na kwa vile kandarasi ninamfahamu na mimi, ninyi nimeshawaonya mapema. Wakitokea ya ovyo, ninajua nini cha kufanya. Kutoka mkoani Mtwara, Ada Marima, Channel Tele.